Kwa watumishi wa umma wavivu, wazembe, wala rushwa na wenye lugha mbaya kwa Watanzania, tuwe tayari. Wavivu wote, wazembe wote ndani ya ofisi za umma nitakuja na fyekeo na rato. Lazima maono ya Mheshimiwa rais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 nisingepata sifa leo ya kupendekezwa kuwa waziri mkuu. Asanteni sana Wanairamba, asanteni sana Watanzania wote. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa mara nyingine, asante sana kwa kunipa <coughs>